Haki ni nini? Unajua nini maana ya haki? Ni haki yangu hiyo, haki umeipata wapi? Katiba inazungumzia kwa. Haki ni jambo ambalo mtu anastahiki au kitu anachostahiki kuwa nacho, yaani kitu ambacho unastahiki. Kwa mfano, haki ya kuishi, unastahiki kuishi. Mtu yoyote akikuua, serikali inaingilia kati kudili na huyo mtu, sio serikali atokiangalia, wananchi wanaingilia kati kudili na huyo mtu, kumkamata na kumfikisha sehemu kukosika au kitu anachostahiki mtu kuwa nacho, hiyo ni haki. Kwa mfano haki ya kumiliki mali, kumiliki nyumba, ardhi, gari, kama umefuata masharti ya katiba na sheria, haki hiyo utaipata ya kumiliki. Iko kitu ambacho unastahiki kuwa nacho, umenunua kwa pesa zako, unastahiki kumiliki hiyo simu unaotumia, unastahiki kumiliki kwa sababu hiyo ni mali, umenunua wewe na unastahiki kumiliki, ndipo utaidhiwa ina haki yako ya kumiliki hiyo kitu imepokonywa, hiyo simu hiyo nyumba, endapo umezungumiwa, ardhi endapo umezungumiwa, haki yako imepokonywa, na hakuna mtu yoyote ana uwezo wa kuingilia kitu chako bila ya ruhusa yako kukubali. Pia kuna haki ya kusoma, hizo zote ni haki, kwa katiba hii imezizungumzia hizo haki. Pia kuna haki ya kupiga kura, kuna haki ya kupiga kura. Lakini ulazimishwi kupiga kura. Hiyo ni haki yako. Kwa hiyo kupiga kura, unaweza kupiga kura au usipige. Au lazimishwe. Mtu haenza uh, kupiga kura, kupenusha, kupiga kura, hapana. Wewe ni haki yako ambayo inakupa uhuru kwa kuchagua. Kwa hiyo uwezi kulazimishwa kupiga kura kwa sababu ya haki yako. Unaweza usipige au ukapiga. Kuna watu wa no reform no election, kuna hawa kwa Oktoba, tunatiki wote hawa hizo ni, unaweza tukasema ni sera, kwamba huyu anataka usipiki kura, huyu anataka upige kura, zote ni sera. Pia kuna haki ya kufanya kazi, hiyo pia ni haki yako, haki ya kufanya kazi kazi. So kufanya kazi serikalini, kazi yoyote ni za serikalini ni, ni private sector au mwenyewe kujishughulisha, kama mimi kazi ninayoifanya hapa ya kuelimisha kwa hiyo kuhusiana na katiba, ili ujue katiba yako, ili mtu yote asitokea akakuzulumu haki yako kukuelimisha wewe, hiyo nao ni kazi. Lakini je, lazima uangalie haieni kinyume na katiba na sheria za nchi. Umepewa haki ya kufanya kazi, lakini haitakiwi hiyo haki ya kufanya kazi isiende iende kinyume na katiba na sheria. Ah, nalima bangi nafanya kazi nipate? Hapana, kwa sababu sheria zetu haziruhusu kulima bangi. Nauza madawa ya kulevya. Hapana. Sheria zetu haziruhusu kuuza madawa ya kulevya kwa sababu hiyo sio kazi ambayo ni halali. Kwa sababu ufanye kazi ambazo ni halali. Kuuza meno ya tembo. Nauza meno ya tembo ili nipate. Hapana. Sheria zetu haziruhusu kuuza meno ya tembo. Hiyo sio kazi. Kwa nini? Mmoja kwa mmoja unajumu na ujumu uchumi wa nchi. Pia haki tumezungumzia kwenye haki moja moja kwa mtu sasa pia kuna haki katika uendeshaji wa jambo. Kuna haki katika uendeshaji wa jambo, ukiwa labda una changamoto, unaenda mahakamani, ni haki kufuata sheria au kanuni ambazo zinatuongoza, ili uweze kupata haki yako kwa, chako imefunjwa. kwa hiyo kufuata kanuni au sheria zilizowekwa pia nayo ni haki. Kwa hiyo kutokea mtu amevunja sheria, ina maana amevunja haki ya sheria, kwa maana mtu anaweza kufanya kutaki. Mfano kwenye kesi ya Tundu Antipas Lissu inatakiwa iendeshwe kwa haki, maana yake sheria lazima zifuatwe, kesi inabidi iende kwa haki. Ipi maana yake, sheria na kanuni ambazo zinaiongoza hiyo yu kesi au zinaendesha hiyo kesi lazima zifuatwe